Wapongezeni viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata hii ya Mikaranga kwa hatua hii kubwa ambayo mmeamua kuichukua. Sisi sote tunatambua umuhimu wa kuwa na ofisi kwa chama chetu, kwa sababu ili mambo yaende, ili kazi ziweze kufanyika vizuri, wana CCM waweze kupata huduma, ni lazima tuwe na ofisi ambazo zinakuwa na sifa na zinaendana na chama cha mapinduzi. Hongereni sana kwa kazi iliyotukuka kwa chama chetu. Hii inaonyesha ni namna gani mlivyokuwa na mapenzi ya dhati kwa chama chenu, na ndio maana mkaamua kuchukua hatua ya kufanya hili ambalo mmelifanya hapa la kuanzisha ujenzi na mpaka kufikia hapa mlipofikia, ni hatua kubwa sana ambayo mmepiga. Hongereni sana, na mimi niseme nimeguswa na juhudi zenu na, na jitihada zenu za kuona ni namna gani mnatatua changamoto za ofisi kwa ajili ya chama chetu kupitia hilo na mimi sitakuwa nyuma, nitawaongeni mkono, nitatoa shilingi laki tano ili ziweze ili ziweze kusukuma ujenzi huu. Naamini ni mimi leo nimefanya, atakuja kiongozi mwingine naye atafanya, na mwisho wa siku ofisi hii itakamilika na hatimaye wana CCM wataanza kupata huduma hapa. Kidumu chama cha, asanteni sana.